Jaden, nampa direction nzuri na namtengenezea mazingira mazuri, ambapo yeye atakuwa anafika mbele, ateseki tena akutane na changamoto zingine. Lakini kwenye maisha pia lazima mtoto pia umfunze kwamba kuna hard time, sio kwamba kila kitu kinakuwa kiko easy, sio kila kitu kinakuja kiwepesi. Lazima awe na akili ya, ya, ya, ya struggling Of course unamwekea mazingira mazuri lakini kuna ups and down, kuna changamoto kwenye maisha, kuna sometime vitu vitu vimenyoka, sometimes vitu avitu vimenyoka vinayumba. Muda huu inabidi usome kwanza, hapo uta record kwa sababu ukisoma itakusaidia pia, so unamtengenezea mazingira yote mazuri ya, awe mtoto bora. Sioni kwamba vitu vyote vinakuja kirahisi tu, atakataka hiki utampa, ataenda kutampa. Lakini speaking about changamoto, kila kazi na changamoto. Wanaofanya kazi benki kuna changamoto za kazi za benki, naofanya kazi sijui, kila sehemu tofauti tofauti kuna changamoto yake. Kwa hiyo namweka awe smart, lakini awe strong yeah.